Asante. <laughs> mm, ah, mm, ah. Ndugu msikilizaji, ni wakati mwingine majira mengine tena tumekutana katika simulizi yetu pendwa ya lala Lala na Moyo Wangu, ikiwa ni sehemu ya pili. Tunaendelea pale tupoishia Kabla tujaendelea mbele, ndugu msikilizaji, katika YouTube channel yetu pale, ingia katika sehemu imeandikwa subscribe, pale kuna alama kengele. Je, bonyeza pale, niachia komenti zako na like ziwe nyingi, ili tuendelee mbele kwenda sambamba. Mm, yule yule MC Papa Nyunyu Imani from Chuga, utakuwa naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi zetu pendwa. Simulizi tamu ya mapenzi ya lala Lala na Moyo Wangu unaendelea pale ulipoishia, ndugu msikilizaji. hmm. Ilikuwa ni majira ya mvua mkoani Singida, kuwa mvua imeanza. Nakumbuka Rehema kwa baridi na harufu ya azi. Aliniambia baridi ya huko Arusha sio tofauti na nyumbani kwao, japo ani kuna kunakuwa wanakaa upepo kidogo kinapuliza, nakuta inapuliza ile upepo hadi sometime, naacha meno wazi, maana baridi ile sio mchezo hmm. ila kaniambia ila joto lako ndanifanya ni hisi niko salama <laughs> akika maneno yake yalikuwa ni dawa na kicheko. Ndugu <laughs> hmm. msikilizaji, kicheko kilikuwa kama mziki na ala inapiga ndani yangu hmm. kikarehema. Alinifurahisha sana binti wa Kinyaturu. Ndugu msikilizaji, tulianza kushiriki kila kitu. Hakika alikuwa ananiandalia madikodiko yale asubuhi, zile chai unayokuwa mkate unayokuwa siagi unayokuwa pale ni mayai kidogo kwa mbali, mm, nilienjoy maisha, nikasahau maisha yamde single ambayo ni nimepitia kwa nyuma hizo hmm. zilikuwa kama naona ni hadisi za maisha, hata na ndoto ambazo naziota, lakini leo naona zimetimia. Na mm, kila jioni tulikuwa tunakaa sehemu ya nyumbani kwetu maeneo ya nje, kuna dirisha huku, tukipunga upepo tukisikiliza wimbo wa Mario unasema mm. lala lala la na moyo wangu hebu tupate kaburudani kidogo, ndugu msikilizaji, nikuojeshe kalaza kidogo, ujue namaanisha nini. Ni mwenzenu nilipenda na nilishikwa kunako. Hmm, asante ndugu msikilizaji, hakika umeburudika, umeona nilishikwa kunako, ndugu msikilizaji. Hmm. Hmm. Ah. Siku moja ilikuwa hmm. Ilianza kunyesha mvua kubwa, ilikuwa ni radi na nguvu ya, mm. mawe, hmm. yani ya umeme ukaweza kukatika, aina inao kwa mvua ya mawe, ndugu msikilizaji, yani umeme aina tuko tunaishi ikakatika ghafla. Niliweza kuweka taa ya mshumaa nikashika mkono binti Rema hmm. Hakika japo nimemshika mkono lakini rangi yake ile nyeupe iliendeleza kuangaza pale ndani na kuona kama kulikuwa kuna tatizo la umeme kukatika kwa muda huo. Nikamwambia Rehema, nataka maisha haya yawe hivyo kama mwanga huu mdogo, lakini upendo mkubwa ndani yetu uwe kama nuru ya kutuangazia maisha yetu hu hakika. Alitabasamu huku machozi yakimtoka taratibu ho, nikamfuta Nikasema nini gari stiati maosijeni ni shida? Akasema ni mimi nilikuwa sauti ya pole. Akasema ni mimi nilikuwa nasubiri mtu kuniambia kuniamini kiasi kuni hiki kia. Ah, nilichoka ndugu msikilizaji. Siku hiyo bila maneno mengi, tulielewana kimya kimya, kwa mioyo yetu haipaswi kuishi tofauti. Tuliongea mambo mengi na kushauriana mambo mengi ya kimaisha. Ndugu msikilizaji, katika ulimwengu wa mapenzi, na hapo ndipo safari ya kuwa mume na mke ilianza rasmi si kwa ndoa ya Rose tu ndugu msikilizaji, bali kwa ndoa ya Roho Mtakatifu. Alikuwa katikati yetu, alituongoza katika, katika magumu ambayo tulikuwa tunapitia ndugu msikilizaji, oh. Na hiyo ndio ikawa sehemu ya pili ya simulizi yetu pendwa na tamu ya Lala Lala na moyo Wangu. Tukutane tena katika sehemu ya tatu ujue nini kiliendelea katika safari ya mapenzi yangu mimi na Rema binti Kinyaturu kutoka Singapore. Tupate kaburudani kidogo, ndugu msikilizaji, kisa tuendelee. Asante ndugu msikilizaji wa simulizi yetu pendwa pia Endelea kulike, kusubscribe katika YouTube channel yetu. Bonyeza tu alama kengele. Then achia like, comment ili tuende sambamba. Na vile vile kama unahitaji huduma ya mshereshaji yuko kijana wenu Ngudi MC Papo Nyunyu kutoka Arachuga. Sherehe yako itakuwa pambe. Tunafanya ubarikio, harusi, send off, kicheni party, Graduation na nyingine nyingi kwa huduma nyingi, nyingi. Mziki pia utapata katika Unyunyu Entertainment. Kwa mawasiliano zaidi, ndugu msikilizaji, piga namba 0762 42 22 35 au 0783 783 a 9867. Karibuni kwa huduma ambazo nitakuwa pambe burudani yako sherehe yako itakuwa pambe na ikakumbukwa, maana kauli mbiu yetu, ndugu msikilizaji, ni more dancing less talking na more fun ha. Utafurahia huduma yetu, tukutane katika sehemu ya tatu, ujue nini kiliendelea katika safari ya rehema na kijana Joseph, ujue nini kiliajiri. Tukutane, usikose, asanteni, endelea